Wengi husema kuwa afya ni mtaji. Hii ni kwa sababu ili uweze kutimiza ndoto zako, itakuhitaji kuwa na afya iliyo njema. Kwa umuhimu huo, ndio maana hospitali ya Chuo Kikuu cha Dodoma UDOM leo tarehe 22 mwezi wa 11 mwaka huu imeendesha mafunzo muhimu kwa wanafunzi wa mwaka wa kwanza kupitia semina maalum ambayo imelenga kuwajengea uelewa mpana kuhusu afya ya kiakili, afya ya kimwili na ustawi wa kijamii. Tumejipanga kwa ajili ya kuja kuwapa elimu na kuelimisha namna ya kuweza kuchukua tahadhari na kuchukua hatua mbalimbali za kuhakikisha kwamba afya zao zinakuwa salama, wanajijua, wanajipima afya zao kwanza wanapoingia sasa hivi na kufuatia afya zao, na pale wanapata changamoto wanafika katika hospitali zetu za Chuo cha Dodoma, wakifika pale kwa ajili ya kupewa elimu sahihi na namna ya kuweza kujikinga dhidi ya magonjwa mbalimbali ya ujana, lakini pia na jinsi ya kuweza kupata elimu na kupambana na changamoto zinazotokana na matumizi ya mitandao kwa ajili ya kuhakikisha kwamba afya zao za akili zinakuwa salama. Kwa kiasi kikubwa, uh, tumefanikiwa kwa sababu wanafunzi karibu wote mwaka wa kwanza tumekuwa nao hapa, tumekuwa na muda wa kuzungumza nao, tumetoa elimu, lakini pia tumewapa nafasi, wameuliza maswali, lakini pia na wenyewe wanatoa ufafanuzi. Kwa kweli naweza nikasema ni kwamba hii elimu wameipata na wameielewa na lengo wetu ni kwamba itakuwa ni elimu endelevu. Kwa hiyo haya mafunzo na masomo na mazungumzo kama haya mara kwa mara yatakuwa ni endelevu na huu ni mwanzo tu. Tumeitwa kama festia kujifunza namna ambavyo tutaishi katika eji ambayo tunayo, kuanzia eji ya miaka kumi na nne mpaka paka ishirini na nne ambao wengi wetu ndio tunayo kuishi, katika namna ambavyo tutaweza kujikinga. Na afya ya uzazi namna ambavyo tutakavyoweza na kuenda miili yetu, na namna ambavyo tutatumia njia mbalimbali ili kuweza kujizuia na HIV AIDS. Itanisaidia hata mimi kutimiza malengo yangu, kwa sababu kwa SKG ni vitu vingi ambavyo tunakutana navyo, hivyo bila hiyo elimu ambayo tumepewa, hatuwezi kuweza kufikia ile malengo ambayo tunayo. Kwa general view, inaweza kusema ushauri unayopewa unasaidia ku move on kwa hii miaka mitatu ambayo unaeza kukaa hapa au miaka minne itanisaidia mi kuishi vizuri na watu, kuinteract na kuwa socially connected vizuri. Watu wajitokeze kwenye semina mbalimbali ambazo zinatokeza kama hivi, maana zinachochea au zinatupa very positive impact kwa vitu ambavyo vilikuwa hatuvijui kabla za kuvijua na vikatusaidia inn wanada zakawa sisi wenyewe au watu wengine ambao wanakuwa hawajajua bado, tukaelezea wakaelewa. Pia kutokana na vyote ambavyo tumejifunza katika semina, nimejiandaa kwamba mimi kama mwanafunzi natakiwa, ku, natakiwa kubehave vizuri ili niweze kufikisha malengo yangu. Sitakiwi kuwa na mienendo mibaya. Pia natakiwa kama na tatizo yoyote katika labda afya ya uzazi, natakiwa kwenda direct katika hospitali za chuo, lakini pia tumepewa njia sahihi ambazo zinaweza tukaweza tuka kuepukana na magonjwa haya ya afya ya magonjwa ya UKIMWI, labda magonjwa ya zinaa. Pia tunatakiwa kama sisi wanafunzi tuwe tuweka tune, tune, tumeweka goal zetu ambazo tunatakiwa tuzifanikishe, ili tuweze, ku, tuweze kufanikisha malengo yetu. Nipende kutoa wito kwa wanafunzi wetu wote wa mwaka wa kwanza na wale wa miaka ambayo inaendelea. Wanapokuwa wanapata changamoto zozote zinazotokana na afya ya uzazi au afya ya vijana au changamoto wanazopata kuhusiana na afya ya akili au wanapata changamoto za mahusiano, basi wafike katika vituo vyetu ndani ya chuo cha Dodoma katika hospitali zetu tupate kuhudumia, kwani tumeandaa wataalamu, wapo kwa ajili ya kukaa nao kuzungumza nao na kuelekeza jinsi ya kufanya maamuzi sahihi kwa ajili ya kupata afya bora na chanya kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanatimiza malengo na yao muda wote wowote wanapokuwa hapo chuo na hata baada ya kumaliza masomo yao.